Sisiem, oye, ahadi yangu kwenu ni kukitumikia chama na kukijenga katika ubora na umadhubuti wake za maji kama unavyoona hapo kwenye hii picha ama video hii. Hawa ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi kutoka katika tawi la Kagera, kata ya Ikungwigazi wamefika kuchukua kadi zao mpya kabisa za kielektroniki ambazo zimetoka na matehama wa kata ya Ikungwigazi. Kama unavyoona wapo kwa lengo la kuweza kuwagawia kadi zao na kwa siku ya leo wamefanikiwa kukabidhi kadi 144 lakini pia kurekebisha taarifa za wanachama zilizokuwa zimekosewa, wamerekebishwa wanachama 146. Lakini pia waliosajiliwa kwa siku ya leo, kwa maana ya wanachama wapya, wamesajiliwa wanachama 25. shia Uh, hivyo basi Ndugu wananchi, ndugu wanachama wa Chama Cha Mapinduzi, ziokazimano mengine kambini, fika kwenye ofisi ya chama uweze kuchukua kadi yako, ipo na siku kumi. Hivyo kwa kwa wanachama yeyote, uo afika kwenye ofisi ya tawi na kutoka matehama bado wapo wanazungukia maeneo hayo, kwa lengo la kuweza kuwagawia kadi zetu. Niombe ushirikiano uwepo kwa, kwa sababu ni kadi za muhimu kabisa hizi kwa mwanachama wa chama cha mapinduzi. Ikana yeah. kadi iauisho yeah. <laughs> <yonatikamisho, laughs> Kia, kama tajiishua namba yako ulioiweka awali pia una, lakini pia kadi hizi hauruhusiwi na haziruhusiwi kuchukuliana, fika we mwenyewe uchukue kadi yako, maana zinachukuliwa kwa njia ya mfumo. Niombe kwa wanachama waweze kufika wao wenyewe waweze kuchukua kadi zao. Asante.